and we want to to ensure that uh, the mother and the child are getting the health the good health that is required and uh, we are ma majorly going to focus on uh, some of the areas that we are going to focus on is um, ensuring that we have uh, like emergency services uh, that are working like the blood bank which uh, this a are, are an area we have been advocating and we are glad that it is um, the construction of the blood bank in Bungoma County Referral Hospital is going on and uh, we are going to focus on uh, on ensuring that it is it comes to a completion so that it can be able to help our mothers and our babies in cases of emergencies that arise or complications that arises during uh, birth lengo kuu ni kuhakikisha kuwa uh, mama na mtoto wako katika nafasi nzuri ama njema ya kupata uh, kupata matibabu na uh, apart from uh, matibabu pia wanapata yale malezi mema ya matibabu baada ya uh, mama kujifungua na kabla ya mama kujifungua, kwa nafasi nzuri sana inaelekea haswa uh, kwa advocacy work ambayo ni kuhakikisha kuwa vipengele uh, kadhaa vinavyohusu mama na mtoto vinatiliwa mkazo katika kaunti ya Bungoma, na nitachukua uh, fursa hii labda kumwalika mwenzangu aendelee kutoka hapa. Tuna imani ya kwamba wakati tuakaanakabibisha huo mradi tutakuwa tumehakikisha um, ya kwamba uh, uh, idara ya kaunti ama kaunti ya Bungoma tawae fikia upeo mkubwa katika kuimarisha afya na ya mama ya kina mama na watoto haswa, kama nilivyosema, um, wakati wa ujauzito pamoja na wakati wa kujifungua na afya yao kwa ujumla. Tunaenda kushirikiana haswa na vitengo mbalimbali mbali, uh, vya um, afya uh, katika kaunti hii ikiwemo uh, the principal partner ambao tunafanya kazi nao uh, idara ya afya. Uh, kitengo kingine ni civil society organizations, yani mashirika ya kijamii eh, na haswa leo tumekuwa na warsha ambayo inawashirikisha uh, kikundi cha Ramka network ambacho kimekuwepo hapa katika kaunti ya Bungoma kwa muda wa zaidi ya miaka mitano, eh, ili kufanikisha kazi hii ya kina mama ya, ya kuhakikisha kwamba um, wakina uh, mama wanapata afya njema, watoto pia wanapata afya njema uh, kuna vitengo vingine ambavyo tutashirikiana navyo kwa karibu sana ni bunge letu la kaunti ya Bungoma hasa uh, wale ambao wanashirikisha sana, wale ambao wanahusika sana na bajeti, eh, ile committee ya budget and appropriation committee pamoja na ile health committee katika bunge letu la kaunti ili kuhakikisha kwamba uh, vile uh, yale mambo ambayo tunafuatilia kwa karibu ya kuhakikisha uh, kwamba fedha uh, zinaweza kutengwa madhubuti uh, ili kuweza kufanikisha ili kuweza uh, kuhakikisha um, uh, yale mahitaji yote ya kina mama uh, na watoto.